Jeshi la polisi la mkoa wa Morogoro limefanya uchunguzi kuhusiana na tukio la kukamatwa na mtoto mtoto wa miaka kumi akiwa anaendesha gari. Taarifa hiyo ambayo imeweza kutolewa Mei ishirini na saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro amesema kwamba tukio hilo limetokea Mei ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano asubuhi huko eneo la Kigurunyembe, wilaya Morogoro, ambapo Jonathan ambaye ni mwanafunzi wa darasa la tano amekamatwa akiendesha gari lenye usajili T 807 BVV aina ya Spacio mali ya Zuhura Khatibu mwenye umri wa miaka 47, mwalimu mkazi wa Kilakala. Kwa mujibu wa polisi amesema maneno haya kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtoto huyo akiwa na wenzake wanaotafutwa walitumia funguo bandia kufungua gari na kuweza kuliendesha. Taarifa kamili itatolewa baada ya kukamilisha uchunguzi. Sasa huyu bana, ni mtoto wa miaka kumi, ameweza kutengeneza funguo pamoja na wenzake, lakini wenzake mpaka sasa hivi hawajaweza kukamatwa. Wananchi wenye hasira kali wao wow, wameweza kum, waliweza kumpiga sana, lakini pia mapolisi waliweza kuingilia katikati eh, sakata zima la kuweza kupigwa kwa mtoto huyo, na ameonekana kabisa akiwa yupo katika hali mbaya. Wananchi wenye hasira kali, kama unavyojua wananchi wenye hasira kali wanavyo kuwa. Wakiwa na hasira kuhusiana na eh, mtoto ambaye hajafunzwa vizuri na wazazi wake. Sasa ulimwengu unavyoingilia katikati swala la kuweza kumwadhibu, basi ndo jambo linaweza likatokea sometimes hata kupelekea eh, kufariki dunia kwa mtoto huyo, lakini ba, polisi wao waliweza kutokea haraka zaidi kwa ajili ya kusuluhisha kusuluhisha tukio zima la kuweza kupigwa kwa mtoto huyu ambaye anafahamika kwa jina la Jonathan Johanna Sebastian. E bana, kama mdau wa sawasawa digital kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Mtoto mwenye umri wa miaka kumi ambaye anafahamika kwa jina la Jonathan amefanikiwa kutengeneza funguo ya bandia na kuweza kuiba gari aina ya spacio ambalo gari hilo e, ni la mwalimu mwenye umri wa miaka 47. Tupe mtazamo wako kwenye anja comment hapo, drop comment yako. Subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.